Natakiwa kuelewa kama kweli umeokoka kikamilifu na una Yesu, una kitu cha thamani kuliko lulu hapa duniani. Na jambo lingine unapaswa kufahamu, madamu una kitu cha thamani, unatafutwa, unawindwa. Shetani anakuwinda usiku na mchana, akipate kitu hicho cha thamani akurudishe nyuma. Na ndio maana maandiko yanasema, shika sana ulicho nacho asije mtu akaitoa taji yako, asije mtu akaitoa heshima yako, asije mtu akaichukua nafasi yako. Sikiliza, tumepewa wokovu mara moja. Usicheze na wokovu ambao umepewa, ukafikiri utaupata tena kirahisi, kama utamruhusu mwivi kuunyakua kwenye mikono yako. Kwa hiyo kitu chochote ambacho shetani atafanikiwa kukuibia Usifikiri unaweza ukakipata kirahisi. Sasa basi, ili mwivi afanikiwe kuingia kwenye maisha yako na kukuibia, ni lazima kwanza afanye jambo moja muhimu sana, na jambo hilo ni kuvunja. Emsema kuvunja, atatumia njia kuu mbili kuhakikisha kwamba anavunja mlango wa wokovu wako na kuvichukua vitu vya thamani ulivyo navyo. Shetani ili afanikiwe kumwibia mtu wa kiroho vitu vyake vya kiroho vyenye thamani, anatumia njia kuu mbili kubomoa mlango wako wa wokovu ili akuibie. Njia ya kwanza kabisa, anatumia jiwe au silaha inayoitwa dhambi. Shetani hawezi kuingia kwenye maisha yako na kuchukua chochote ulichopewa ulichokirimiwa na Mungu, kama bado hajavunja mlango wako kwa kitu kinachoitwa dhambi. Kila unapotenda dhambi, tayari mlango wako umevunjwa. Mashetani hawawezi kuingilia maisha yako, wakachukua afya yako, wakachukua kibali chako, wakachukua ndoa yako, wakachukua si uchumi wako, wakachukua karama wakachukua kipawa, wakachukua kitu chochote kilicho cha thamani kwenye maisha yako, isipokuwa kwanza wamefanikiwa kuvunja mlango wako, na watauvunja mlango wako na kuingia kwenye maisha yako kwa njia ya silaha inayoitwa dhambi. Na ndio maana Biblia anasema mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, bali hujilinda, hata yule mwovu hamgusi. Adui anapofanikiwa kuiba kitu kwenye maisha yako, kitu cha kiroho, alama ya wazi ambayo